Karibuni sana katika chaneli yangu, msisahau ku like, comment na kusubscribe. Leo tunajifunza jinsi ya kupata stika au midoli ya kuandika kwenye keki. Kwanza unatakiwa uinstall application ya Pinterest kwenye simu yako, kisha una download katuni au midoli ambayo unataka kwenye simu yako. Kisha download unaenda stationery wanakuprintia. Ukishakuprintia unakuja unachonga na mkasi kama hivyo nilivyofanya, kisha unabandika kwenye keki kama unataka stika zisimame hapo unatakiwa uwe nasote, mm. na sote tape pamoja na vijiti vya mishikaki ili kubandika nyuma ya stika yako ambao utakuja kuiweka kwenye keki. Kwa hiyo utaangalia kama unataka ya kubandika tu kwa mbele kwenye keki unachonga kama hivyo tunavyoona. Jitahidi wa kupindia kwenye karatasi ngumu ili wakati wa kukata isikusumbue sana na na, nili, na mdoli wako utatoka vizuri na utakuwa na rangi ya kung'aa tofauti na zile karatasi nyepesi yawe ni maandishi iwe ni midoli inatoka kama imepauka. Ukiona mwambie kuprintie kwenye karatasi ngumu ili ukija kuchonga na midoli yako inaonekana inang'aa, ina rangi nzuri. Kama una swali, weka kwenye comment. Kama una maoni pia na ushauri, weka kwenye comment. Kikubwa ujue tu mdoli wako unaitwaje, jina la mdoli. Ukienda kwenye hiyo application yako ya Pinterest unaandika, inakuja midoli aina mbalimbali, una download, kisha unaenda una print. Sessionali unaweka kwenye keki kama hivyo tunavyoona jitahidi tu kujua jina la midoli tofauti tofauti ambayo uta, uta, uta download kwenye simu yako. Hizi katuni za watoto unaweza kupata huko vitu tofauti tofauti, ukitaka topa za congratulation za nini zote utazipata huko, una download tu unaenda stationery una printiwa, kisha unachonga kwastaii unavyoipenda wewe. Ukishachonga unakuja unabandika kwenye keki yako wakati wa kubandika kama unataka isiwe na ma, isinyonye mafuta, utasukuma fondant, utaweka mdoli wako, utasukuma pia, utachonga mwisho wa mdoli wako, unakuja unabandika kwenye keki. Utaangalia sasa, unataka iweje, kama ni ya kubandika, kama ni kufanyaje. Utaangalia kikubwa tu, ujue kwamba midoli inapatikana wapi. Jitahidi kujua majina ya midoli ambayo wewe unataka unaenda una print tu, unakuja unachonga pia. Kuna maduka ya vifaa vya keki wanauza midoli moja kwa moja, ambao wamesha nani, wameprint. Wewe unaweza kaangalia kitu gani ni rahisi, kama ni kununua hiyo au ni ku print unachonga mwenyewe, unaangalia kipi rahisi kwako. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu, pia mnaweza mkashare ili na wengine wajifunze, na pia kuna video mbalimbali mbali za keki nimeweka hapa YouTube, unaweza kaangalia ukaona kupika na kupamba keki mbalimbali. Kama una swali weka kwenye komenti, maoni ama ushauri. Na video yetu ndiyo hiyo.